Assalamu alaikum. Ah, sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah mpaka mazoezi ya mwisho leo. Kwa jumla sote tuko salama. Sote tuko salama tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda tuale salama tuamke salama ili tukakabili huo mchezo. So, sawa. Maswali matatu kwa mchezaji kama hakuna tumruhusu ili tuweze kufunga mkutano.

Ah, sisi kama au mimi kama mchezaji mkubwa ambaye labda nilikuwa mdogo nimecheza hizo mechi wakati nikiwa mdogo mpaka nimekuwa mkubwa nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu, kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na wakafanya vizuri basi, na kwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hamasa ipo kubwa kwa vijana ambao wanachukia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu, kwa sababu ni mchezo ambao unakuja kuangaliwa na watanzania wengi. Kwa hiyo kama unapata nafasi kama hiyo kuja kuangaliwa na watu wengi, kwamba lazima uoneshe uoneshe zaidi kipaji chako, ili mradi uweze kupata nafasi sehemu zingine. Kwa hiyo kama mimi na kina Saidi na watu wote ambao kichuya wako pale, tunawapa moyo sana wadogo zetu na tunawaambia wasiwe na wasiwasi. Hii ni game kama game nyingine, wasije wakaingia off, labda wakaja kuona mashabiki wengi, labda kuna hiki na hiki hakuna. Mpira unachezwa uwanjani, mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwamba tumewaandaa vizuri vijana na na, imani watafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la pili. Yes, kama alivyoongea mwalimu, sisi kama sisi jeketi Tanzania, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, lengo letu la kwanza ni kupata alama tatu, kwa sababu mpira mpira unachezwa uwanjani. Ukiachana na mambo yote, ambaye atajipanga vizuri, atajiandaa vizuri na atakuwa anahitaji, atapusha atapata matokeo. Sisi kama wachezaji tumejipanga, nia na mazumuni kupata alama tatu Mkosa alama tatu, basi tukipata alama moja kwetu alhamdulillah, kwa sababu tunacheza na timu kubwa kama, kama unavyojua Tanzania nzima inajua, lakini mwisho wa siku mpira unachezwa uwanjani, kwamba sisi tunaenda kujitolea kwa hali na mali, tutaenda kuvuja jasho ili tuweze kupata alama. Haitokuwa vizuri katika uwanja wetu wa nyumbani kupoteza alama, na hicho ni kitu ambacho sisi tumejiwekea. Kwa hiyo utakuwa mchezo mzuri, lakini tutafanya jitihada na mwenye jitihada atapata matokeo so.

moja moja mbili mbili moja moja bila bila, sio matokeo mazuri kwa upande wetu, sio matokeo mazuri. Na mpira ni mchezo wa makosa, unapofanya kosa unaenda kuangalia wapi umekosea, lakini pia hapo hapo makosa na kwa tofauti tofauti, leo unaweza kufanya hivi, kesho kufanya vile, lakini sisi kama wachezaji na kama timu tumekaa tumeliangalia hilo, tumejipanga kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Kwa hiyo yani sidhani kama inaweza katokea hili swala tena. Kwa hiyo, kama sisi wachezaji na timu kwenye hilo, tayari tushafanya marekebisho ambapo tutakumbushana, na tunamwomba Mwenyezi Mungu, basi watu waendelee kukumbuka madi, hilo swala lisitokee. <coughs>

ile filimbi ya mwisho, kwamba mwamuzi akishapiga pepe mpira ndio umeisha. Kwa hiyo haijalishi tupo kwenye hali gani, tuna matokeo gani, kwamba sisi kama wachezaji inabidi tupambane kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na kizuri iko kitu kimeingia kwa wachezaji wote, ambao na ndio maana unaona kinachotokea kwamba anaoanza ana upambanaji wake, anaokuja kutoka benchi kuenda naye ana upambanaji wake. Kwa hiyo, yani ni kitu ambacho kipo kimejengeka, kila mchezaji anacho, ndio ambacho kinatusaidia sisi kuweza kusawazisha katika dakika labda za mwisho au kucheza gemu kwa intensity kubwa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kipo katika wachezaji wetu. Nikushukuru sana.